Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump aliyetembelea DRC na Rwanda amesema jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FARDC halipigani kwa sasa, badala yake katika baadhi ya matukio a wanajeshi wanaweka chini silaha zao na kujiunga na M23. Taarifa hiyo imetolewa na mbunge wa Marekani Ronny Jackson ambaye ni mjumbe wa rais Trump katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye amehitimisha ziara yake kikanda Afrika ya Kati kisha kurejea nchini Marekani akiwa na pendekezo la kusaidia kutatua mgogoro huo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Jackson ambaye ni mteule wa Rais Trump katika kanda ya Afrika ya Kati ameibua pendekezo la ujumuishwaji wa waasi wa M23 katika jeshi la taifa la DRC, yani FARDC. Katika taarifa aliyoitoa mbele ya Bunge la Congress nchini Marekani, Jackson amesema hivi karibuni alikutana na viongozi wa DRC na Rwanda, alisema serikali ya DRC inapaswa kushughulikia masuala ya muda mrefu ya ujumuishaji wa raia hasa wa kabila la Kitutsi kwenye sekta ya nchi ikiwemo jeshini. Lazima kuwe na juhudi za namna fulani za kuwajumuisha M23 katika jeshi la DRC na kuwafanya wajisikie kuwa raia wa DRC wanaolinda nchi yao, alisema Jackson, ambaye pia alikutana na Rais Felix Tshisekedi na Paul Kagame katika ziara yake. Hilo ndiyo moja ya tatizo kuu linalowakumba watu wa jamii ya Watusi wanaoishi nchini DRC, wengi wao hawachukuliwi kama raia, amesema Jackson. Mwisho wa kunukuu. Katika kauli ya Jackson inaakisi wito unaokuwa kimataifa wa suluhisho la kisiasa la mgogoro huo, lakini pia inaweza kufufua majeraha ya zamani katika pande zote za mzozo huo. Mnamo 2009, makubaliano ya amani kati ya rais wa zamani Joseph Kabila wa DRC na kundi lililotangulia M23 la CNDP yalisababisha ujumuishwaji wa waasi katika jeshi la kitaifa nchini humo. Hata hivyo, makubaliano hayo hatimaye yalivunjika baada ya Kinshasa kutuhumiwa kwa kushindwa kutekeleza sehemu yake ya makubaliano, ikiwa ni pamoja na vyeo na nyadhifa walizoahidiwa waasi hao. Ikajirudia tena mwaka 2013 ambapo makubaliano mapya yaliruhusu wapiganaji wa M23 kujumuishwa tena chini ya masharti fulani. Hata hivyo matakwa hayo yalishindwa kutekelezeka baada ya serikali kudaiwa kutoheshimu dhamana za kiusalama na ahadi za kisiasa. Hivi karibuni, chini ya Rais Felix Tshisekedi, viongozi wa M23 waliingia katika makubaliano ya awali na Kinshasa ambayo yalihusisha kuunda kikosi maalum, suluhisho la maelewano lililokusudia kuruhusu wapiganaji wa M23 kuhudumu ndani ama chini ya amri moja, huku madai yao yakishughulikiwa. Hata hivyo, mpango huo uliachwa kimya kimya na serikali ya DRC chini ya Rais Felix Tshisekedi, jambo liloibua tena mashaka na kwa sukuma M23 kurudi vitani upya nanoko Jeshi la DRC hata alipigani kwa sasa, katika baadhi ya matukio wanajeshi wanaweka chini silaha zao na kujiunga na M23, alisema Jackson mbele ya bunge hilo, mwisho wa konoku. Jackson alieleza hali ya kiutisha mashariki mwa DRC, akiita eneo hilo kuwa halina utawala, ambapo serikali kuu chini ya Rais Félix Tshisekedi haina udhibiti wowote katika eneo hilo. Nanuku, kwa sasa mashariki mwa DRC ni eneo ilisilo na utawala kabisa, ni kama wild wild east Serikali ya Kinshasa haina rasilimali wala uwezo wa kushawishi kinachoendelea huko. Katika mtazamo wangu, wamekuwa kama taasisi nyingine tu inayotaka kunufaika na rasilimali za huko, amesema Jackson, mwisho wa kunukuu. Aliongeza kuwa ufisadi wa serikali ya DRC ni miongoni mwa mambo mabaya zaidi aliyowahi kuyashuhudia. Alitoa mfano wa kampuni ya Uswizi yenye thamani ya dola bilioni 18 kwa mwaka ilipofunguliwa mashtaka ya kodi ya dola bilioni 80, kiasi ambacho baadaye kilipunguzwa hadi dola bilioni moja, bado ikiwa mara mia kadhaa zaidi ya faida yake. Na nukuu, kuna mfumo wa haki usio na usawa, viwango vya kubadili fedha visivyopangwa, faini zisizo na msingi, rushwa kila mahali. Ishara ziko kila mahali kuwa wanachama wa serikali na familia zao wanajitajirisha kwa kiwango cha kutisha huku wananchi wakikabiliwa na njaa, alisema Jackson, mwisho wa kunukuu. Aliongeza kuwa makampuni ya Marekani na Magharibi, tofauti na yale ya China, hayako tayari kulipa rushwa, jambo linalowaweka katika hali ngumu ya ushindani katika eneo hilo lenye rasilimali nyingi za madini. Jackson pia alizungumzia wasiwasi wa Rwanda kuhusu kundi la waasi la FDLR ambalo limekuwa na mashambulizi ndani ya ardhi ya Rwanda, na alisema kuwa ushirikiano wa kikanda ukihusisha Rwanda, Uganda, Burundi na DRC ndio njia bora ya kuunda mfumo ambapo pande zote zitafaidika na amani nanukuu, hili lazima li, liwe eneo linalowanufaisha wote. Kila mmoja lazima aone faida katika amani, alisema huku akipendekeza kuwa miradi ya pamoja, uboreshaji wa madini ama ushirikiano wa rasilimali kama motisha utulivu wa eneo hilo ndiyo njia inayopaswa kufuata kwa wakati huu. Jackson pia alieleza umuhimu wa masuala ya kiuchumi akibainisha kuwa utajiri wa madini wa DRC unakadiriwa kuwa zaidi ya dola trilioni 24 ungeweza kuleta mageuzi makubwa katika eneo hilo, ikiwa ni amani na uwekezaji vingewezekana. Mjumbe huyu alionya kuwa ufisadi, ukosefu wa usalama na utawala mbovu nchini DRC vinaendelea kuwakwamisha wawekezaji wa Marekani na magharibi kuendelea kuwepo nchini humo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.